Mkoa wa Morogoro umeendelea kuonyesha dhamira yake ya dhati ya kuimarisha vyama vya ushirika, na hili linadhihirishwa kwa mwendelezo wa jukwaa la maendeleo la vyama hivyo linalofanyika kila mwaka. Vyama vya ushirika vinaleta ulimwengu ulio bora. Hili ni jukwaa la tano kufanyika tangu kuanzishwa kwa jukwaa la maendeleo la vyama vya ushirika mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Lengo likiwa ni kuwakutanisha viongozi wa vyama vya ushirika, maafisa wa serikali, wanachama pamoja na wadau wa maendeleo kujadili kwa pamoja changamoto, mafanikio na mikakati ya kuinua sekta hii muhimu kwa kujenga ulimwengu ulio bora. Naitwa Idi Bilali, ni mwenyekiti wa jukwaa la ushirika maendeleo ya vyama vya ushirika mkoa wa Morogoro, pia ni meneja wa sakosi ya walimu Morogoro na Mvomero. Karibu sana mwenyekiti. Ni kwa nini mnakutanisha vyama vya ushirika? Tunakutanisha vyama vya ushirika angalau mara moja kwa mwaka kwa sababu vyama vya ushirika kama taasisi zozote wanakutana na changamoto na wengine wanapata mafanikio. Sasa mara nyingi kwenye majukwaa kama haya vyama vinakutana vile ambavyo vina changamoto, wanashia changamoto zile na wenzao. Inawezekana kabisa katika chama fulani hiyo ni changamoto, lakini kwa wenzao tokea utatuzi kwa hiyo kwa wenzao ilishatokea utatuzi ukapatikana, kwa hiyo wanajifunza kutoka kwa wenzao ni namna gani wanavyoweza kutatua changamoto ambayo wao wamekutana nayo, ndiyo tunapokutana kwa mfano kwa leo tu kipindi cha mwanzo tunaona kuna mwanachama ambaye alikaa na dukuduku lake kwa muda mrefu, lakini leo akapata nafasi ya kusema, kwa sababu mahali kama hapa tunakutana, viongozi wapo wengi wa ushirika na wanatoka katika taasisi mbalimbali. Yeye anapotoa dukuduku duku lake, anapotoa changamoto yake, inawezekana kabisa kama ile changamoto haijafika kule inapotakiwa kwenda kwa hiyo kwa wingi huu, ile changamoto inachukuliwa kama ni hoja ya mkoa, inapelekwa kwenye ngazi ya taifa na inafanyiwa taratibu za utekelezaji ili kutatua ile changamoto. Kwa hiyo haya majukwaa yana maana kubwa sana, kiasi kwamba mtu hawezi kukaa na shida moyoni mwake akashindwa kuitoa. Anaitoa kwa uhuru na inapokelewa na inafanyiwa kazi. Kwa majina anaitwa Riziki Saidi, ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi, kampasi ya Moshi. Jukumu kubwa la Chuo Kikuu cha Ushirika ambapo kimepewa na serikali ni kufanya tafiti kwenye vyama vya ushirika katika hali ya kuendeleza ushirika na vyama vyake, lakini kutoa elimu e, kwenye vyama vya ushirika kutoa elimu, lakini pia na kutoa ushauri. Kwa hiyo sisi kama chama cha ushirika huwa tunatoa ushauri katika ngazi labda ya kama ni consultants wanasema, lakini muda mwingine tunatoa ushauri kama ni sehemu ya community concern ama ku, ku, kuijali jamii. Lakini kingine kikubwa, tuna wanafunzi pale katika ngazi ya certificate, diploma Degree, masters hadi e, uzamivu kwa maana ya PhD. Hawa wataalamu ambao wanafundishwa pale wanatengenezwa pale wanakuja sasa kusimamia kama wanavyoona, maafisa ushirika warajisi wasaidizi wengi ni wale ambao wamepimu kutoka chuo cha ushirika Moshi. Kwa hiyo tunapata wataalamu, lakini ukienda kwenye vyama tunapata ma manager, tunapata wahasibu, tunapata watunza store na watendaji wote wa kwenye vyama vya ushirika wengi wana elimu kutoka chuo cha ushirika Moshi. Sisi kama Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi, lakini kupitia wito wa Benki Kuu, sababu Benki Kuu sasa hivi ina kitu inasema mjumuisho wa kifedha ama financial inclusion, kwamba kwa kila mwananchi anatakiwa ajumuishwe kwenye kudumia huduma za kifedha. Kwa hiyo sehemu rahisi ya kumjumuisha uh, Mtanzania mwenye kipato cha chini kwenye huduma za kifedha ni kupitia vyama vya ushirika wa akiba na mikopo ambayo tunaita SACCOS. Kwa hiyo tunawahamasisha wananchi, lakini wale wenye dhamana ya kusimamia vyama vya ushirika waende wakahamasisha wananchi, waifahamu wavifahamu vyama vya ushirika na waweze kujiunga kwenye vyama vya ushirika. kwa jina, naitwa Valentina Sajian Katela, umetoka chama cha wakulima wamua msoro ujamaa. Mm -hmm. Changamoto katika vyama vya ushirika kiukweli, kabla ya vyama vya ushirika huko nyuma kulikuwa na chama cha mmoja yani bega kwa bega, lakini ikaonekana kwamba tuna malalamiko mengi ambayo tunayatoa kiasi kwamba kaasemekana ya kwamba sehemu tuliopo sio so sehemu sahihi, unatakiwa tujiunge kwenye vyama vya ushirika, ili waziri wa kilimo ndio husika anaweza kutatua changamoto zetu, na ikawa elfu moja mwaka elfu mbili kumi na saba tuka nia kwenye chama cha ushirika mama, ili tutatulie changamoto zetu tunazokabiliana nayo. Mimi ni mkulima wa mua, labda nielezee kwenye chama changu cha ushirika kihusu mkulima wa mua, kwa sababu ndio changamoto zinazotokea sisi. Changamoto zetu zilikuwa swala la utamu, swala la mzani, maanake uzito, maswala la haki zile za pembejeo, mikopo. Hizo zilikuwa changamoto zetu lakini tukivaingia kwenye chama cha ushirika tukafikiria hizi changamoto zitakuwa zimekwisha au ndio itakuwa suluhu za kweli, lakini inaonekana bado changamoto zinajiendelea kujitokeza. Kwa mfano, kwenye utamu, kwenye soko imekuwa changamoto kubwa, na imekuwa changamoto mama. Pili, kwenye mikopo, kwa mfano, mikopo, unaomba unaomba mkopo, lakini hautoki kwa wakati ikapelekea hata mwaka unafikia mwingine unaomba mkopo upewe, mm -hmm, yani unapigwa danadana tu, hatimaye mwaka umekwisha, mm -hmm. Nini kifanyike? Nilikuwa na serikali ilichukulia ili kwa kina pale, wanapoona wana wakulima wanalalamika malalamiko yao pengine kwenye mamlaka husika, basi ione kwamba hilo ni kero ichukuliwe na ifanyiwe kazi kwa wakati na kuwahimishia majibu wa wanachama ili wawe na imani na chana, na, na serikali yao. Kuna mambo mbalimbali ambayo yamekuwa yakifanyika kwenye ushirika sasa hivi ambayo kimsingi yanaleta tija. Kwanza ni wapongeze wote wanaoshirika ambao wamewekeza kwenye, kwenye benki ya ushirika wangapi tumewekeza, nawashukuru sana. Uh, benki hii tunatakiwa tuijenge, kwa sababu ni benki yetu. Tunatakiwa tuwekeze na tuweze kuitumia ili tuwe na chombo chetu wenyewe ambacho uh, tukihitaji uh, mikopo tukihitaji huduma mbalimbali za kuweka akiba basi tukitumie na kiwe kina manufaa kwetu. Lakini vile vile ushirika sasa hivi tumehimizwa kujiwekeza kwenye tehama. Dunia sasa hivi inapoenda, tehama ni muhimu sana mawasiliano kwa njia ya makaratasi yanaenda kupungua, yanaenda kuisha, na ndio maana hata Tume ya maendeleo ushirika imewekeza kwenye mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika wamoa, ambao kila chama unahitaji kuutumia ule mfumo, sababu hili ni kupitishie makisio yako, kuidhinisha bajeti yako lazima utumie mfumo huo, lakini vile vile kwenye masuala mbalimbali ya kuomba mikopo fomu za madeni zote zinapitia kwenye mfumo huo, kwao ni vyema tukaifahamu kwa, kwa undani, kwa sababu sisi ndio watumiaji na serikali imewekeza imetumia gharama makubwa sana katika mfumo huu, kwao tunawataka wanaoshirika kujiwekeza mji zaidi kwenye mfumo wa TEHAMA, lakini ukiacha katika huu mfumo wetu, vile vile sisi vyama tunahitaji kutumia mifumo ya TEHAMA kwenye vyama vyetu. Vyama vingi vinaenda bila mifumo ya TEHAMA. Tunahitaji tu, tu, tuweke mageuzi kwenye vyama vyetu na tuweze kutumia TEHAMA iturahisishie uh, maisha na kazi zetu ambazo tunazifanya. Lakini licha ya hivyo, tunahitaji pia kuwa uh, kutekeleza miongozo na maelekezo mbalimbali ya serikali ambayo yanatolewa. Kuna maelekezo mbalimbali ambayo yanatolewa na mrajis ambayo ni maelekezo ya serikali, kama vyama tunapaswa kuyazingatia na kuyafuata. Tunahitaji pia vyama vyetu vijiendeshe kibiashara. Vyama vingi aa, kwa mfano vya mazao, tuna fursa nyingi za kujiwekeza na katika kuongeza mapato yetu, tukabuni vyanzo mbalimbali vya, vya mapato, tusitegemee tu ushuru <coughs> Uh, kutoka kwenye hivyo vyanzo, lakini je, tuna fursa gani zingine ambazo tunaweza tukazifanya? Kwa sababu shirika umetanuliwa wigo sana, tunaweza tukabuni vyanzo mbalimbali vya mapato na tukaongeza mapato kwenye vyama vyetu. Kwa nini ushirika wa kibiashara? Kauli mbiu hii tunaitaka kwamba kila chama kiweze kubuni miradi mbalimbali na kiweze kuleta tija kwa wananchi wake ambao wanawahudumia. Kwa baada ya, ya siku ya leo, najua mafunzo tutaendelea kwa siku zingine, lakini nipende kusisitiza vyama kufuata miongozo ambayo inatolewa, lakini vile vile kufanya ubunifu kwenye vyama vyenu. Nini ambacho mnaweza mkafanya kikaongeza kikaongeza thamani kwenye chama chenu? Hivyo vyote tunawahimiza mkifanye, lakini vilevile kuwahudumia wakulima wenu kwa usawa na kupunguza migogoro. Unakuta kuna vyama vingine kunakuwa kuna, kuna migogoro mingi sana, kila wakati unapokea simu kwenye vyama kwamba kuna mgogoro, kuna mgogoro kuna mgogoro. Ni vizuri sisi viongozi, kwa sababu sifa ya kiongozi ni kutatua changamoto za wale wanaowaongoza. Kwa hiyo nipende kuwasii kwamba tuwe watatuzi wa migogoro kwenye jama yetu, tuweze kuwatumikia wanachama wetu na wakulima vizuri, usiwe na malalamiko, tutende haki. Lakini vile vile hiyo itafanya kuimarisha na sifa nzuri ya ushirika itaendelea kuongezeka. Jukwaa hili limeelezwa kuongeza mashirikiano miongoni mwa wadau wa ushirika na kuweka msingi wa mpango wa pamoja wa muda mrefu Unaolenga kuinua maisha ya wananchi kupitia uchumi wa ushirika. Hii ni Rindimo Media na mimi ni Farida Mangube.